Simanzi na vilio vimetawala hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, wakati ndugu na jamaa wa marehemu walipoteza maisha katika ajali ya basi na lori kugongana katika kijiji cha Lugono, kata Melela, walipojitokeza kutambua na kuchukua miili ya wapendwa wao. Wakizungumza nje ya chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali hiyo, ndugu wa marehemu wamesikitishwa na vifo vya wapendwa wao, huku akiwataka madereva kuwa waangalifu wakiwa barabarani. Ejali mheshimiwa, ni baba mdogo pamoja marehemu hawa ambao jana aajaiaa janaza wetu hapa, kwa kweli imekusikitisha, kama ndugu tumeumia

taarifa kwa ajili ya mtoto wetu kuondoka katika mwili, ndio tunashukuru sana serikali pamoja na polisi, tunawashukuru sana. Kwa hiyo hatuna jambo lingine zaidi ya kuwashukuru. Wametufanyia mambo mazuri sana toka walipoanza kututafuta, walitutafuta na walipotutafuta, tukaondoka. Kwa hiyo hiki kitu ndio tunamshukuru sana. Tukienda eti habari si ya ajali, siwezi kuongea chochote, sijui manake nitaongea kitu ambacho mimi sija kushuhudia mchungaji James Mwakalile wa kanisa la Moravian Mission ya Morogoro akizungumza wakati wa ibada fupi ya kuombea marehemu amewafariji wafiwa huku akiwataka kuwa na mioyo ya sobera kwani kazi ya Mungu haina makosa kwa jambo hili lililotokea kwa kweli limetuhuzunisha sana na limetufikirisha sana poleni wote familia zote mbili, ninaambiwa ni vijana waliokuwa wanafanya kazi pamoja. Yule amezaliwa sabini na tisa na huyu mwingine amezaliwa tisini. Walikuwa bado tunawatafuta katika maisha yetu, lakini kwa sasa tunafanya maombi kwa ajili ya safari zao za kuelekea kila mmoja alikozaliwa ni mategemeo yangu na matumaini yangu kwamba Mungu wa Israeli afanye njia pasipo njia, ili muweze kusafiri salama wafiwa, na kwenda kufika salama kule watakako kwenda kupumzishwa. Ninawapa neno la Mungu moja tu ambao ukisoma katika Zaburi ile ya mia moja kumi na nane mstari ule wa nane na mstari ule wa tisa maneno ya Mungu yameandikwa hivi: ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Tunapoanza safari kuelekea kwenda katika mikoa tutakao kwenda kuwapumzisha hawa, tumkimbilie Bwana, ndiyo atawale safari nzima. Mungu wetu ni mwaminifu, wala hawezi kututupa wala kutuacha. Yeye atatulinda muda wote. Ni kweli amewachukua watoto wetu, jamaa zetu, marafiki zetu, lakini hatuna jinsi. Yeye ndiye amependa kwamba leo na wavuna wakina Wilson wakina Richard, amependa yeye mwenyewe, na sisi inabidi tunyamaze, tumwangalie Mungu ni heri kumkimbilia Mungu. Watu wengi tunakimbilia vitu vingine, hebu tumkimbilie Mungu, tujikite mbele za Mungu. Mungu tumkabidhi maisha yetu wakati wote. Naamini hao walipokuwa wakiondoka kuja hawakujua kwamba leo watalala kwenye haya ya majeneza. Walikuja kutoka Mbeya, wamekaa kwenye siti, lakini wanaondoka kwenda nyumbani Kilimanjaro, na huku wamelala, na hawezi kuongea jambo lolote lakini walikuwa na matumaini kwamba wataenda kuvifanya vitu vyao na hatimaye watarudi tena kwenye majukumu yao, lakini ndivyo ilivyo. Kwa hiyo nachokiomba Mungu atawale safari yetu, haleluya. Mungu awe msaada katika maisha yetu sisi, tujifunze wakati wote tunatakiwa kujiweka sawa mbele za Mungu muda wote unaofaa na usiofaa, ujui kesho yako ni nini. Mungu atusaidie. Naomba tuombe. Jina anaitwa Scholastica Ndunga e, afisa mahusiano hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro. Jana tarehe 12 tulipokea majeruhi 46 na sita, lakini mpaka taarifa ya leo tunashukuru Mungu ya kwamba majeruhi ambao wamepatiwa matibabu, watatu walikwenda rufaa jana hiyo hiyo baada ya kuona matibabu yao yanahitaji usaidizi zaidi kwenye hospitali za Muhimbili, tayari washaondoka. Lakini mpaka sasa kwa wodini tuna wagonjwa kumi na saba ambao wamebaki wanaendelea na matibabu na hali zao zimeendelea vizuri, lakini kwa upande wa miili ambayo ilikuwa ni kumi na tayari wametambuliwa wote na ndugu zao mm -hmm. na kati ya hizo hiyo miili ni tatu imeshachukuliwa na ndugu, kwa hiyo bado saba ndugu wanaendelea kuratibu namna ya kuondoka na hiyo miili. Asante sana.